Kwanza papa anaenzi mchango wa mtakatifu yoyote au mtume yoyote ambaye alipendezwa na historia yake, maisha yake. Cha pili, papa anaweza kuchagua jina la papa yoyote aliyepita ambaye yeye alivutiwa naye e, alipendezwa naye, kwa hiyo anachagua kuitwa kwa jina lile. Naam, kwa neema ya Mungu na kukaribisha Haradali Media imani ndogo inatosha. Karibu Haradali Media. Karibu kwenye kipindi chako pendwa cha ukweli utakuweka huru. Naitwa Damian Moses Ndimbo. Leo tunaendelea na mada mbalimbali mbali, kama ilivyo ada, kama ilivyo desturi yetu. Haradali Media ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuleta uchambuzi, ufafanuzi, kujibu hoja, maswali yahusuyo imani kwa ujumla, yahusuyo Biblia kwa ujumla. Hivi karibuni tumekuwa na shamla shamla za uchaguzi wa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani ambaye anajulikana kwa cheo cha papa. Baadhi ya wadau wameomba kufahamu kwa nini mapapa wanabadilisha majina mara baada ya kuchaguliwa. Anaweza akawa anaitwa jina lake la ubatizo Damian Moses Ndimbo Kini akisha kuwa papa, ili jina halitumii anaweza kuitwa Papa Piusi wa thelathini au Papa Adrian wa mia mbili wakati yeye alibatizwa kwa jina la Damian Moses Ndimbo. Hoja ni swali ambalo inahitaji majibu ufafanuzi ili watu waweze kuelewa jambo la kwanza, huu ni utaratibu wa mapapa ambao ulianza baadaye, wameshatawala mapapa kadhaa nyuma, akiwemo papa wa kwanza au kiongozi wa kwanza, askofu wa kwanza kuongoza kanisa Katoliki ni Mtume Petro. Kwa katika orodha ya mapapa walioongoza kanisa Katoliki wa kwanza anatajwa ni Mtume Petro. Yeye, yeah, alitumia jina lake hilo hilo mpaka Mungu anamwita. Ikapita miaka kadhaa kwenye mwaka elfu moja mia tano hamsini na tano hivi baada ya Kristo ndipo utamaduni huu wa mapapa kutumia majina mapya mara baada ya kuchaguliwa yalianza kutumika. Sasa nini kinatokea? Akishachaguliwa kuwa papa, anaweza kutumia majina kwa vigezo viwili. Kigezo cha kwanza Anaweza kuchagua jina la mtu yoyote aliyetangazwa kuwa mtakatifu, amependa maisha yake ya mtakatifu yule. Kwa mfano mitume wa Yesu, wameshachaguliwa majina yao, yameshatumika na baadhi ya mapapa. Kwa mfano jina la John wako mapapa wametumia jina la Yohana kwa Kiswahili kwa Kizungu John, Papa John mara wastani mara ishirini na tatu. Mtume Paulo na yeye jina lake limetumika kama Paulo, wako mapapa sita wametumia jina la Paulo, lakini pia kuna John Paulo, yaani kuna mwingine ameunganisha John Paulo na kuna mwingine alitumia tu jina la Paulo. Kwa hiyo papa anaweza akachagua jina la mtume yoyote wa Yesu au la mtakatifu yoyote ambaye yeye amesoma maisha yake akapenda namna alivyoishi yule mtakatifu, basi kuanzia siku ile amechaguliwa kuwa papa, anaweza kutumia jina la mtakatifu yule ili kuenzi na kusamini kazi yake na yeye kujitahidi kuishi kama alivyoishi yule mtume au yule mtakatifu. Njia ya pili, papa akishachaguliwa, anaweza kutafuta jina la papa yoyote aliyetangulia, ambaye alivutiwa na maisha ya papa yule, atajitahidi kuishi kama papa yule kwa utaratibu huo basi, atachagua kuitwa jina la papa yule aliyetangulia. Kwa mfano Papa Pio wa sasa amechagua Pio kwa kuwa tayari kushakuwa na Papa Pio wa kwanza wa pili wa tatu mpaka yeye amekuwa Papa Pio wa kumi na nne kaza mwingine wa kumi na tano wa ishirini kwa tegemea mimi nimevutiwa na maisha ya papa gani aliyenitangulia. Ndio maana mapapa katika miaka yetu sisi, katika siku zetu, wanatumia majina ya mapapa waliotangulia au majina ya mtakatifu yoyote aliyetangulia, ambaye alisoma maisha yake na alisoma historia yake. Haya ndo majibu kwa nini mapapa wanabadili majina. Majina yao ya asili hayatumiki kwenye cheo, kwenye utambulisho yanatumika mengine. Ni vigezo ni viwili. Cha kwanza, papa ana enzi mchango wa mtakatifu yoyote au mtume yoyote ambaye alipendezwa na historia yake maisha yake. Cha pili papa anaweza kuchagua jina la papa yoyote aliyepita ambaye yeye alivutiwa naye alipendezwa naye, kwa hiyo anachagua kuitwa kwa jina lile. Hapa ni Haradali Media, Haradali TV. Tutaendelea kujibu maswali mbalimbali mbali kuhusu jambo lolote kwenye kanisa papa ambaye amechaguliwa juzi ni wa mia mbili sitini na saba tangu Petro kwa okay, ukihesabu kuanzia Petro mpaka papa huyu mpya yeye ni wa mia mbili sitini na saba. Hapa ndipo yanapotimia maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo pale alipomwambia Simoni Petro katika Injili ya Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa na mwinjili na Mtume Matayo, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na pata mgagaziko wa fikra, leo kuna baadhi ya watu wamepata umaarufu duniani, wamehubiri Injili, wamefungua huduma makanisa wameyaendesha lakini wakifa, na huduma zao zinakufa, makanisa ambayo wanayaita makanisa yao yanakufa. Ya kwa nini kanisa Katoliki wameshakufa mapapa mia mbili sitini na sita, bado liko vile vile. Kuna jambo la kujifunza, kanisa lina hazina kanisa lina utajiri, kanisa lina watu. Endelea kubaki hapa Haradali Media ukiwa na swali lolote, ukihitaji ufanuzi wa jambo lolote kuhusu kanisa au zehebu lolote la Kikristo. Huelewi kitu kuhusu KKT, Anglican, Moravian, wa Sabato, wa Katoliki uliza hapa majibu utayapata hapa kwa kutumia 0755 238159 tukutane wakati mwingine hapa Haradali Media imani ndogo inatosha